Nusrat Hanje: Mheshimiwa mwenyekiti, nasimama kwa kanuni ya sabini na sita na sitaitaja, lakini pia najielekeza katika kanuni ya 53 kanuni ndogo ya kwanza, kanuni ya 53 ambayo inaeleza kujibiwa swali kikamilifu bungeni na Mheshimiwa, uh, mwenyekiti, wakati na uli, nimeuliza swali leo namba 528 na swali langu lilikuwa lina, limeuliza kwamba serikali imepoteza mapato kiasi gani tangu mwaka 2015 mpaka mwaka 2020 lakini kwanza nipongeze ni kwamba wameeleza kuna ongezeko la asilimia mia nne kwenye makusanyo ya serikali baada ya mitam, mifumo ya tehama kufungwa, lakini mimi nilitaka nifahamu pamoja na ongezeko hilo la trilioni mbili nukta mbili moja nataka nifahamu katika hiyo tum, tangu tumefunga mifumo tumeongeza kiasi gani? Amesema tumeongeza kiasi gani? tumepunguza kiasi gani? tumeokoa kiasi gani ili tuone sasa kama tunaweza kushauri serikali wapi waongeze nguvu. Sasa swali langu alijaenda kwenye kipengele cha pili limeishia kwamba tumeongeza mapato kwa asilimia mia nne. Sasa nina, ninaomba mwongozo wako kwa sababu swali langu halijajibiwa kikamilifu, sio kitu nilichoomba katika swali, ili sasa ukituelekeza, kama watarudi walijibu labda halikueleweka na wamefanya jitihada na ndio maana nimepongeza, lakini natamani tufahamu kwa mujibu wa ripoti ya CAG. Pia alieleza kwamba kuna upotevu katika mifumo ya te, ya, ya, ya, ni katika makusanyo kwenye mfumo wa tehama na mheshimiwa rais alielekeza wakaongeze nguvu katika utatuzi. Sasa nataka kufahamu serikali imepoteza kiasi gani tangu 2015 mpaka 2020. Asante mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Bunge, kwanza alisimama mheshimiwa Felista Njau Mbunge wa viti maalum kwa kanuni ya 76 akieleza kwamba hajatendewa haki wakati mheshimiwa waziri akijibu swali la nyongeza. Mheshimiwa bunge alitaka kujua kama hili jambo linaruhusiwa au haliruhusiwi. sasa kwa sababu swali hili halikuwa, ni, halikuwa swali la msingi, na kwa vile swali la nyongeza huwa halina majibu ya maandishi mezani. Majibu ya maandishi yanaletwa kwa jibu la msingi. Swali la nyongeza halina majibu mezani. Kwa hiyo, ili kuweza kuthibitisha kama jambo hili linaruhusiwa au haruhusiwi lazima uh, turejee kwenye Hansard za Bunge. Kwa hiyo, Mheshimiwa Ferista Njau, kiti uh, kitafanya rejea kwenye Hansard.